Binafsi aina ubishi, mimi ndo namuona kama ndio MVP wa msimu huu katika ligi ya Tanzania. Kama atatokea kupewa mchezaji mwingine, inawezekana kwa sababu TFF yetu tunaifahamu, sometimes huaga, wanaangalia mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, anaweza akapewa mtu MVP kwa ajili ya kumwangalia tu, na mapenzi nayo, lakini sio kwenye ustadi. Kwa sababu hata mimi, kuna mwaka John Boko alikuwa kwamba ndo mchezaji bora, mimi nilikataa hadi leo hii, ile tuzo sikutaka apewe John Boko kisa tu Klaus Chota Chama aliondoka Tanzania, maana ndo alistahili kwa sabu, tuzo ile yake wakati anaenda kule Moroko ndo nyuma huku akapewa John Boko. John Boko alistahili kuwa top scorer, lakini hakustahili kuwa mchezaji bora, lakini alipewa tuzo zote, akapewa ile ya kiatu cha mfungaji bora lakini pia akawa yeye ndo mchezaji bora wa ligi kuu. Kwa kweli ile hapana, alienda sehemu sio sahihi, sikulizika na alikuwa mchezaji wa Simba na mimi Simba sikulizika na ile lakini naomba tu viongozi wa TFF watapoamua kuandaa hizi tuzo basi wawape watu ambao wanastahili, wasitoe watu kwa mapenzi tu. Viongozi wetu wewe funzo, wajifunze, tunapohitaji kusimamia mpira basi tuhakikishe wachezaji wetu tunawapa ku, tuna stake zao zinazostahili kwa wakati, kwa sababu mchezaji anakuja kwenye timu yako, anakuja kufanya kazi, au ana familia zao, hawa sio watoto. Kwa hiyo pia wana majukumu yao, kwa hiyo anakuja kufanya kazi, basi jasho likivuja kabla hajakauka basi mtu apewe pesa yake. Lakini mtu mpaka anafikia kugoma, hii maneno inaenda kuzalilisha taasisi. Kwa hiyo viongozi wa vilabu wetu wa wajifunze kwenye haya, na sio wao tu, tunaona hata vilabu vikubwa tunaona watu wanaenda mpaka kasi. Sasa sio mara mimi nitawalaumu Ken Gold, siwezi kuwalaumu. Kwa sababu hawa watu ah, wakubwa ambao wana wana, wana masponsors ambao wanatoa pesa, lakini bado wanashindwa kuwapa stake zao mpaka wanaenda kasi. Kwa hiyo viongozi wa vilabu vyetu kwenye nchi yetu Tanzania kwenye ligi kuu wabadilike sana. Ah, chuma tano kwanza tumewahurumia kwa sababu tayari washachimbiwa shimo bado kwenda kufukiwa. Sasa binafsi ukiamua kuwakandamiza goli nyingi utakuwa kama unawaonea. Kwa hiyo tumewapa dozi ambayo inalingana na wao jinsi walivyo, lakini wenzetu wamewapa dozi watu ambao wapo zao furiali, ambao hawajajua hatima yao ya ligi kuu msimu ujao. Na mimi dua langu wale watu wakashuke daraja waondoke, wakashuke daraja, kwa sababu haiwezekani mtu upo kwenye saka tule mauti, lakini unakubali kwenda kupigwa goli tano kizembe tu. Yaani uko nyumbani unaonekana kabisa utakuwa hujitoa kwenye danger zone, lakini unacheza mpira kama wamepango fulani. Sasa timu hiyo lakini hawa hawana cha kupoteza, umeona bwana. Hata leo wenyewe wamechoka kufanya warm up, maana kwa nikiwa wanagomea mchezo asicheze, maana Simba alikuwa anachukua pointi tatu, umeona bwana. Kama tunaweza kwenda kuzichukua tarehe 25 hizo, tunaenda kuzichukua za bure sisi, hatucheze tunazichukua za bure, ndio kama kilichotokea leo. Maana leo top, yani bado nusu Ken Gold atoe pointi, sababu alikuwa hataki kuja kucheza kwa sababu wanadai stake zao. Wameongea nao viongozi wao, nadhani wamekubaliana huko kwamba zile vingilio vyote vya pale watawapa wao ili wakubali kucheza mechi. Mwisho wa siku wamekuja uwanjani wamecheza mechi. Wa Mwenyezi Mungu ila si kwamba labda ule uchovu wa safari kutoka Dar hadi Tabora, hawajafanya mazoezi kutokana na madai ambayo inatajwa wanadai ya ndo sababu ndo maana waligoma hata hapo hata wakufanya. Lakini hii mimi nasema tu viongozi wetu, wewe funzo wajifunze tunapohitaji ku, kusimamia mpira basi tuhakikishe wachezaji wetu tunawapa stake zao zinazostahili kwa wakati, kwa sababu mchezaji anakuja kwenye timu yako, anakuja kufanya kazi, au ana familia zao, au sio? Watoto, kwa hiyo pia wana majukumu yao. Kwa hiyo anakuja kufanya kazi, basi jasho likivuja kabla hajakauka basi mtu apewe pesa yake. Lakini mtu mpaka anafikia kugoma, hii maneno inaenda kuzalisha taasisi. Kwa hiyo viongozi wa vilabu wetu wajifunze kwenye haya na sio wao tu, maana tunaona hata vilabu vikubwa, tunaona watu wanaenda mpaka kasi. Sasa sio malanda, mimi nitawalaumu Ken Gold, siwezi kuwalaumu kwa sababu hawa watu wakubwa wana watu ambao wana, wana masponsors ambao wanatoa pesa, lakini bado wanashindwa kuwapa stake zao mpaka wanaenda kasi. Kwa mimi naamini watakuwa viongozi wabadilike, tuwasamini wachezaji. Leo usipomsamini mchezaji hawezi kukupa kitu uwanjani, unapomsamini huyu ndio anapenda kukupa kitu uwanjani. Mwisho siku unaweza kujilaumu kwamba nimemsajili mchezaji ambaye hana uwezo, kumbe wewe hujamtimizia matakwa yake. Kwa hiyo wa viongozi wa vilabu vyetu kwenye kwenye nchi yetu Tanzania kwenye ligi kuu wabadilike sana. Jean Charles Lebois Yeah. Anaendelea kuthibitisha kile ambacho wanasimba wengi ni kama hawataki kukubaliana nacho, namba zake zinatisha, goli kumi na sita asisti nane kama sikosei, ama tisa hivi kwenye msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara, ameziba pengo la aliondoka, na amekuwa na msimu aina gani kwenu wanasimba? Ah, Jean Charles Ahoua ni mchezaji ambaye ana msimu bora sana katika ligi kuu Tanzania bara na hasa hata kwenye mashindano makubwa barani Afrika. Amefanya vizuri sana. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa moyo wa subira, aendelee kupambana, aendelee kujua kwamba wana Simba hatuhitaji tu mtu kuriasti uwanjani, sisi tunahitaji matokeo amelalay, kwa sababu unaweza ukamuona mchezaji kama amelala lakini anaenda kuiamua mechi. Kwa hiyo binafsi Jean Charles Ahoua bado anaendelea pale alikoishia, kikubwa tunamwombea dua, apambane aendelee kujituma zaidi, asilewe sifa aendelee kujituma apunguze baadhi ya makosa anapokuwa kwenye eneo la mwisho, basi akatumia nafasi kwa wakati, kwa sababu kama kipindi cha kwanza alikuwa ana score, kashampiga, kasham chenga golikipa, alikuwa ni kufunga. Yaani nafasi ile inaenda kufanana na ile nafasi ya wapi, ya kule kwenye mechi ya nusu fainali dhidi ya Sirabochi ya South Africa. Ilitokea nafasi kama ile ya shampiga chenga goalkeeper lakini umakini ukawa mdogo akakosa kuscore. Kumi na tatu kumi na tatu plus. Mpaka sasa wameshindwa kuscore katika mchezo leo. Watu wamefunga goli tano lakini wao sio miongoni kwa wachezaji ambao wamefunga. Kwa hiyo hii ni sehemu pia kumpa yeye dira ya kujipanga kwenye mchezo unaofuata kwenda kufunga goli nyingi zaidi, sababu wao wanaenda kucheza familia tena. Inawezekana o, kasikia mtu anakula kumi kama ilichotokea Azizi Ki msimu uliopita, kila nafasi inayopatikana iwe goli. Kwenye msimu wake wa kwanza eh, goli 16 na sisi ambazo tumezitaja hapo eh, hii inaweza ikamfanya Jean Charles kuwa MVP wa msimu huu. Binafsi aina ubishi, mimi ndo namuona kama ndio MVP wa msimu huu ah, msimu huu katika ligi ya Tanzania. Kama atatokea kupewa mchezaji mwingine inawezekana, kwa sababu TFF yetu tunaifahamu, sometimes wanaangalia mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, anaweza akapewa mtu MVP kwa ajili ya kumwangalia tu na mapenzi nayo, lakini sio kwenye ustadi, kwa sababu hata mimi, kuna mwaka John Boko alikuwa kwa kisa tu kila tusicho cha chama aliondoka Tanzania, maana ndo alistahili kwa tuzo ile yake, wakati anaenda kule Moroko, ndo nyuma huku akapewa Johnny Boko. Johnny Boko alistahili kuwa top scorer, lakini hakustahili kuwa mchezaji bora, lakini alipewa tuzo zote, akapewa ile ya kiatu cha mfungaji bora, lakini pia akawa yeye ndo mchezaji bora wa ligi kuu. Kwani ile hapana, alienda sehemu sio sahihi. Sikuridhika na alikuwa mchezaji wa Simba na mimi Simba sikuridhika na ile, lakini naomba tu viongozi wa TFF wanapoamua kuandaa hizo tuzo, basi wawape watu ambao wanastahili, wasitoe watu kwa wa mapenzi watu wanavuja jasho na damu na sisi tunafuatilia mpira tunaangalia mechi zote. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo tunadanganya. Tunajua mchezaji gani alikuwa kwenye performance bora, mchezaji gani alikuwa na performance ya kawaida, lakini wao utakuta yule mwenye performance ya kawaida ndio anaenda kupewa mchezaji bora. Kwa hiyo tunaomba msimu huu tuzo akapewa mtu ambaye anastahili. Musa Pimpin Kamara clean sheet ya kumi na nane ya jasho kwa ile dakika za mwisho ilikuwa ni kama hivi inaenda kupotea hivi. Ah, hawezi kupoteza clean sheet, ni mchezaji ambaye ameshajipambanua sio kila mechi aende kuruhusu kama tulivyoruhusu kwenye mechi za bipolo, zile mechi nne, mechi tatu zote tumeruhusu kwa sababu mechi moja tu ile ilikuwa ile baki tu baki, lakini naamini Pinpin Kamala ametulia kwenye milingoti mitatu. Mimi ona wao jamaa on target yenyewe sidhani kama walipiga walipiga moja hivi akaruka kama spider mwenyewe. Ah, asa ile ile ile ile rafiki yangu, on target yenyewe ya kuisikilizia mtu kalala katandika jamvi. Sasa leo spider alikuwa na kazi uwanja katika mechi zote za ligi kuu, leo ndo alilala. Yaani kalala kabisa yaani wewe unakwenda na shuka pale tena kubwa linawezekana na blanketi ile. Sio jua baridi unamfunika. Yaani hujui kama kuna golikipa pale. Yule yuko kalala, yule yuko na kazi. Wenzake wale wamejituma uwanjani lakini yeye binafsi alitulia tu nyumbani. Yaani mechi ya leo yaani clean sheet ya leo kaiokota. Walitaka kumwamsha. Ah, muamshe wapi, wale hamna timu mule. Watu tayari washaondoka huko. Wala wala stress, sasa hizi tunaenda kucheza championship. Wana kitu wanachokitafuta sasa hizi, hata kama walikuwa wanadai wangegomea mchezo kwa muda ule mpaka wanashindwa kufanya home up pale, shughuli hakuna, shughuli imeshaisha. Kwa sisi binafsi tuwatakie kila laheri kwenye maisha yao mapya huko kwenye championship, wakapambane. Waka viongozi wao wakae makini, wasajili wachezaji waliokuwa makini na wale kuepo, waendelee kuwabakiza ikiwezekana, ili mradi wajipambane, msimu ujao warejee tena, kama walivyofukua wenzao EF, wali kama hivi hivi, wote wametoka kule kule Mbeya, msimu wa kwanza wakashuka, wakarudi msimu unaofuata. Kwa hiyo na wao wakapambane ikiwezekana, msimu unaofuata tuwe nao, muona bwana kwenye ligi kuu. Kwa hiyo naamini wakipambana watarudi, ila kama hawatopambana basi ndo takuwa baba jeni bye bye. Yani, uko uko na misimu miwili ujarudi ligi kuu, wewe ndo kwaheri. Yani, tunakupa mkono wa kwaheri. Watoto wako wapi? Watoto wa Afrika wako wapi mpaka sasa? Hey. Ndo bye bye. Akim Tibo umemuona kadondoka kazima sio kweli? Yule pale yule karejea. Kadumu msimu mmoja tu, karejea tena kwenye ligi kuu. Kwa hiyo ukiona umepoteza misimu miwili, wewe ndo bye bye. Hatutakuona tena kwenye ligi kuu. Yani sahau. Kwa binafsi naomba kila laheri wakapambane huko ili waweze kurejea msimu ujao. Ni timu ambayo imekuja imeonekana kwamba inahitaji kufanya kitu lakini ndo hivyo. Mipango haikuwa hivyo. Wamerejea walikotoka. Neno lako kwa wanasimba kuelekea mchezo dhidi ya Kagera Sukari siku ya Jumapili. Neno langu kwa, kwa wanasimba kuelekea mchezo wa Kagera Sugar, nadhani ndio mchezo wetu wa mwisho kwenye NBC Premier League. Tupambane, twende tukawa support wachezaji wetu. Wenzetu waliosafiri kwenda mikoani tunawapongeza, wameenda wametumia gharama, hawakwenda bure, wasema labda wanalipiwa na klabu, wametumia gharama zao za pesa. Kwa mimi binafsi niwapongeze mashabiki wa klabu ya Simba na wanachama ambao wameweza kusafiri kwenda kusupport timu pale mjini Tabora. Kwa hiyo na mimi binafsi sisi tulikuwepo hapa tupambane kwa ajili ya mchezo wa Kagera, tukata tiketi kwa wingi na ndo mezi yetu ambayo yakwenda kuwapa wachezaji pesa nawatakia kila la heri, viongozi pamoja na wachezaji wasafiri salama warejee Dar es Salaam wakiwa salama. Mimi ndio ujumbe wangu kwa wana Simba. Hamna habari nyingine si ya wapi, si ya wapi, watufikirie. Sio tunachofikiria, tarehe 22 twende tukamalize panzi ya ligi.